Karibu sana kwenye kipindi cha leo. Karibu sana. Ni muda tulikuwa tuko pamoja. Karibu ni mwezi wa sita sasa hivi. Leo ni tarehe tano. Karibu kwenye somo letu la leo ambapo tunaendelea bado kuzungumzia mambo ya uongozi. Na tukihusianisha sana viroho vyetu, imani zetu, na namna gani tuenende tunapokuwa tuko chini ya watu. Tufanye nini tunapokuwa chini ya watu hmm? tunapokuwa tuna watu tunachiko chini ya mamlaka fulani ili tusimkosee Mungu, lakini pia tusikose baraka za Mungu maisha yetu. Napenda kabla tujaanza mbali, niombe Mungu, niweze kaomba Mungu na kushukuru kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa kutupa neema na nafasi ya kulianza somo letu lingine, kipande kingine cha somo letu. Jehova, Roho Mtakatifu, shuka unifunulie akili zangu, nipate kuelewa maandiko. Nipe kusikizishwa ya Bwana. Kila bwanakila atakaye nisikiliza ya Mungu akapate kitu kupitia message hii Bwana. Hatua yake kaongezeke na maarifa yake ya kaongezeke ukatupe hatua katika kukua katika Kristo. Ili tusio tusiotena watoto wachanga changa tukitupa huku na kule na upepo wa kila namna. Tusaidie Bwana lika chakula safi katika jina la Yesu Kristo hai. Amen. Bila kupoteza muda, somo letu tunasema hivi. Kiongozi wako anapokuonea Unafanya nini mm? Kiongozi wako akikuonea, kiongozi wako akikuonea unafanya nini mm? Tunapitia hii shida sana makazini, unakuta kiongozi amekuinukia, hauna ujui cha kufanya <laughs> unashangaa, unakuta bosi amekununia, bosi amekuchukia Hmm? Na unajua bosi akisha kuchukia, kuna baadhi ya mambo utayakosa, kuna baadhi ya fursa utazikosa, bosi akikuchukia, bosi akikuonea hmm, unafanya nini? Umeajiriwa na serikali, unajua kwenye taasisi uko chini ya mtu popote pale mkuu wako wa kazi amekuchukia, wewe unatakiwa kufanya nini kama Mkristo? Na zingine siyo Mkristo, ila unataka kufanya nini, aliyekuajiri amekuchukia hmm? ameingizwa chuki ndani yake. Biblia inatuambia tuwaombee viongozi, tuwatii viongozi na ndivyo tunavyofundishwa. Sasa kiongozi amekuchukia, unatakiwa ufanye nini? Unatakiwa ufanye nini? Kuna, sh, kuna, kuna, kuna hii issue ni common sana. Ni common na watu wengi wanapitia mazingira kama haya, tuende pamoja kwenye somo hili ambalo tumeianza leo tarehe tano mwezi wa sita anaenda kipande kipande, mm, tutajifunza. Nataka tuanzie kwa habari ya mtu mmoja anaitwa Sauli, anaitwa Daudi. Daudi tunafahamu kwamba ni mtoto wa Yese, ambaye nadhani kijana mdogo wa nyumba Mbae, ya Yese ambaye Mungu alimpaka mafuta akiwa na miaka kumi na saba ya kuwa mfalme wa Israeli, wakati ule Daudi akiwa ni mchungaji wa wanyama na tunaona Biblia inatueleza habari ya Daudi. Aliendelea mbele baadaye, akaja akampiga Goliati. Alipompiga Goliati, Daudi akapata nafasi ya upendeleo ya ukaribu, wa kuwa karibu na mfalme Sauli. Kwa Daudi akawa mtu wa kulia mfalme Sauli, akawa ni mtu wa vita. Sauli akampenda, kwa hiyo Daudi na Sauli wakashikamana katika katika Israeli. Wakati wameendelea mbele, sifa za Daudi zikawa kubwa sana kuliko sifa za mfalme Sauli kwa hiyo mfalme Sauli akakasirika. Kwa nini Daudi asifiwe kuliko mimi? Akaingiwa na chuki, Sauli akaazimia kumuua Daudi. Sauli akamchukia Daudi sana mpaka ikafikia hatua ile chuki ikataka kuzaa mauti. Unafanya nini bosi wako au kiongozi wako akikuchukia? Biblia inasemaje baada ya Daudi kuchukiwa na Sauli kiasi kikubwa utaipata hii habari kwenye kitabu cha samueli wa kwanza lakini mimi nitataka nianzie kitabu cha samueli wa kwanza ile sura ya kumi na tisa biblia inasema hivi mstari wa kwanza anasema kwamba kisha sauli akasema na mwanawe yonathani tena na watumishi wake wote kwamba wamue daudi lakini huyo yonathani mwana wake sauli alikuwa akipendezwa sana na daudi basi yonathani akamwambia daudi akisema sauli baba yangu unatafuta ku unatafuta kuku, kukuua. Basi narudia: basi Yonathani akamwambia Daudi akasema, Sauli baba yangu anatafuta kukuua, basi nakusi ujiangalie sana, asubuhi ukae mbali, ukae mahali pasili na kujificha. Yonathani mtoto wa Sauli alikuwa amempenda sana Daudi, na akamwibia siri mba Daudi baba yangu anataka kukuua, anatafuta kukuua, naomba ukae mahali pasiri pakujificha. Kiongozi wako anapokuchukia unatakiwa kufanya nini? Jambo la kwanza, jambo la kwanza, kiongozi wako anapokuchukia ofisini, kwenye taasisi, kwenye department, mm, au kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye serikali viongozi anakuchukia. Jambo la kwanza tafuta kujua sababu ya kwa nini amekuchukia, tafuta kujua sababu, kwa sababu usipojua sababu, huwezi kusolve tatizo. Huwezi kupata njia, tafuta kujua sababu ni kwa nini amekuchukia. Ukisoma kitabu hichi cha Samueli wa kwanza, ule mstari wa mstari wa ishirini Samweli wa kwanza sura ishirini sura ishirini wa kwanza, anasema kisha Daudi akatoka na yothi huko Rama, akakimbia akaenda kwa Yonathan akasema mbele yake, nimefanya nini? Uovu wangu ni nini? Dhambi yangu mbele ya baba yako ni nini hata akaitaka roho yangu? Maona Daudi alitaka kwanza kujua sababu. Nini sababu ya mfalme kunichukia? The reason behind. Ukichukiwa na bosi wako, taka kujua sababu. Usipojua sababu, unaweza ukapanike bure, ukatoka kwenye mchezo. Mm? Tafuta kujua sababu, sote wasoma biblia tunafahamu, lakini Daudi hakujua. Si tunafahamu kwamba Sauli alimchukia Daudi kwa sababu ya wivu. Wakati ule wanatoka vitani, watu wamejipanga njiani, wanawake wamejipanga njiani, wanashangilia kwamba Daudi Sauli ameua maelfu, Daudi ameua makumi elfu. Ndio wivu kaingia pale, kwamba kwa nini wampatie sifa nyingi Daudi kuliko mimi mfalme? Ndio chuki iliingia pale, lakini Daudi hakujua wakati ule. Hakujua alitaka kujua ni kitu gani nimemkosea mfalme. Kwa hiyo tafuta kujua kwanza chanzo cha kuchukiwa na bosi wako. Usimkasirikie bosi, usimkasirikie bosi simkasirikie kiongozi wako. Ukiona kuna chuki imeingia kwa kiongozi wako juu yako tafuta kwanza kujua sababu ni nini. And always, kwenye taasisi, kwenye mashirika, kwenye mahali popote, sababu ziko very common, ziko very common, sababu za kuchukiwa ni very common. Very common. Kwa mfano, sababu mojawapo ambayo anafanya bosi amchukie mfanyakazi wake au mtu aliye chini yake, sababu namba moja ni maneno ya ya uongo. Maneno, maneno ya machawa. Mabosi wengi wana machawa kazini, wana watu wa pambe wao wa karibu, wanamjaza bosi maneno mabaya kwa ajili yako. Maneno ya uongo ya kusingiziwa ni sababu mojawapo ya bosi kumpua, mkuu wa kitengo, kumchukia mfanyakazi wake au bosi kumchukia, lakini jambo la pili ni fedha, pesa mahali penye pesa penye mgao wa pesa penye haki, unaitaka haki yako, bosi kukuchukia ni jambo la kawaida sana, jambo la kawaida sana, hmm? Tunaona leo hata kwenye maserikali wapi huko, unapozungumzia tu kutaka haki tayari unachukiwa, unaonekana wewe ni mbaya, ni mwasi, ni mtu mbaya eh, unapozungumzia tu haki. Kwa hiyo kwenye pesa, kwenye haki, yani ma, hizo tatu, utaenda mbali sana maneno ya kusingiziwa, pesa, mali, penye kudai haki. Mtu yote aliyeshikilia haki, ukimwambia umenzulumu haki, kukubali ni vigumu sana. Kwa hiyo mara nyingi ugomvi wa wakuu wakuu wa idara, mabosi na wale watu wanaowaongoza huko kwenye maeneo hayo matatu; ukienda nje ni mara chache sana. Sasa tafuta kujua sababu ya bosi wako, kwa nini amekuchukia. Nimesema sababu ya kwanza, sababu ya kwanza, tafuta kujua nini chanzo cha kuchukiwa? Somo linasemaje? Bosi wako akikuchukia ufanye nini? Kiongozi wako akikuchukia ufanye nini? Biblia anasemaje? Daudi alitaka kujua, alitaka kujua kwamba nimefanya nini? Kitabu cha Samweli wa kwanza 20 Samweli wa kwanza anasema, uovu wangu ni nini? Dhambi yangu mbele ya baba yako ni nini? Anamwambia Yonathani, hata akaitaka roho yangu. Unafanya kazi kwenye mazingira magumu mpaka unashangaa. Hivi ukiongozi mimi namkosea nini? Mbona mimi sina kosa? Kwa nini ananichukia namna hii? Kwa nini? Kwa nini ananisema vibaya kwa wakubwa? Kwa nini unakosa kujua? Kwa hiyo tafuta kujua. Biblia ni kitabu cha tofauti sana. Mungu na Roho Mtakatifu wanatupa nafasi ya kujifunza vitu vingi. Kuna maarifa mengi sana ukiyajua kwenye Biblia. Utajikuta unaishi vizuri sana, kwa sababu hakuna jambo jipya. Okay. Sababu nyingine unafanya nini bosi wako ya kuchukia? Sasa tukaishia hapo kwa kipindi cha kwanza. Sababu nyingine, hmm? Jiepushe, tafuta kujiepusha, yaani maana yake usipite njia ya bosi wako, usipite njia anayopita kiongozi wako. Don't hata kama unaona kwamba unastahili namna gani kupita kwenye hiyo njia tagombana. <tabu> tu takupa mfano. Wakati Ibrahimu na Rutu wakiwa wametoka katika uo wa Wakaldayo, wanaenda katika nchi ambayo Mungu alimwambia Ibrahimu, nitakuonesha nchi. Wakati wamekaa katika ile nchi, wako njiani, wakagombana wachungaji wa Ibrahim na wachungaji wa Rutu. Walipogombana, Ibrahim alimwita Lutu akamwambia, ndugu yangu, hawa watu wasitugombanishe mimi na wewe. <laughs> Yani u ugomvi wa watu wasitugombanishe. Kwanini tugombane? Kwanini tugombane? Hebu jiulize, kwanini mgombane kazini? Kwanini ugombane ofisini? Kwanini ugombane kwenye departmenti? Why? Kwa kwanini ugombane na kiongozi wako? Why? Ibrahim akamwambia Ruto tusigombane, chagua upande wa kwenda wewe. Ukienda mashariki, mimi nitaenda magharibi. Ukienda kaskazini, mimi nitaenda kusini. Maanake nini? Biblia inatuambiaje? Vipi tufiche kichajabu hapo, pishana njia. Mkiona mnaenda kwenye nzi sehemu na bosi wako, mnaona mtafanya quarrels Pishana njia, msipite njia moja, italeta heshima kubwa sana. usai kupita pale pale, hata kama ni pazuri, na mna gari, unapapenda, unaona pana manufaa, paache. Kwa nini kutaka kupita hapo? Ndipo kwenda kuzua makubwa, utenda kuzua ugomvi, sio kwa kawaida, utenda kuzua maugomvi, utaanza kufanya kazi kwa stress, umepoteza hata kazi, umepoteza hata kibali, utasingiziwa, uta... Utafanyiwa kitu kikubwa kibaya, usipite njia anayopita bosi wako, ni marufuku. Kama kweli unatamani kuwa kwenye kazi na uishi kwenye kazi ukiwa salama, uishi kwenye kazi bila kuwa na makesi, bila kuwa na matatizo, usipite njia anayopita bosi wako mwache. Hata kama unaona anakuzuhumu usipite njia. Nasema, kwa hiyo ni kubali ya kiangu ipotee? No, sio kubali ya kiangu ipotee, lakini kwenye kufuatilia haki unaweza ukajikuta umepoteza kitu kikubwa sana kuliko ambacho ulikuwa unakifuatilia kikubwa sana ukasema ah kumbe ni at least ningebaki na ningebaki na, na na, na, na, na, na, na hali yangu ile ya, ya, ya mwanzo maana kwenye kufuatilia kuna changamoto kwa hiyo mwalimu unashaurije sasa Tuone tunazulumiwa, sio sioone? kuna njia tutazisema huko chini, ufanye nini hapa? tunakuambia vitu vitu vya kwanza vya msingi, kwamba bosi wako akikuchukia unafanya nini cha kwanza? Hivi ni vitu vya kwanza. Tunaendelea kuchimbua, tutaona Biblia inatueleza vitu gani, lakini kikubwa kwanza, hakikisha usipite kwenye njia anayopita bosi wako, kwa sababu mwisho wa siku atakudhuru, e kusudi kurudisha nyuma kwa nguvu usipite. Sasa ukishaona mnapita njia moja na bosi wako, we ujiongeze, we pita njia nyingine ili muendelee kuwa salama. Mtu wa Mungu, Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi kitabu kile cha Samuel wa kwanza hii Samuel wa kwanza hii, tufunue kitabu cha Samuel wa kwanza hii ile sura ya ishirini, hmm? sura ya ishirini. Ishirini, sura ya ishirini hapa Haya, anasema hivi, naye anasema, naye akamwambia, hasha, utakufa. Angalia, baba yangu atende neno kubwa hata dogo bila kunifunulia mimi, na baba yangu hana sababu gani, ana sababu gani ya kunificha jambo hilo? Sivyo usemavyo. Daudi akaapa akasema, baba yako anajua sana ya kuwa nimepata, nimeona kibali machoni pako, naye anasema, Yonasa ni asirijio neno hili, asije akahuzunika. Lakini ni kweli, aishivyo Bwana naishivyo roho yako naishivyo roho yako, iko hatua moja kati yangu na mauti. Ndipo Yonathani akamwambia Daudi, kadiri roho yako itakavyo nitakutendea. Ukisoma hapo tuna namna ambavyo Yonathani anajaribu kuongea Daudi. Yonathani anaamini kama kweli Daudi amedhamiria, amedhamiria, amedhamiria, ameami, amedhamiria, Sauli amedhamiria kumua Daudi, lakini ukishuka chini kidogo mstari wa ishirini na saba sura ishirini na saba sura ishirini na saba ukisoma mstari wa kwanza na eh, ishirini na saba mstari wa kwanza utaona kitu cha ajabu hapo, cha ajabu. Asema ndipo Daudi, aliposema moyoni mwake, siku moja basi mimi nita nitaangamia kwa mkono wa Sauli. Hakuna jema zaidi kwangu kuliko kukimbia mpaka nchi ya Wafilisti, naye Sauli atakata ata tamaa kwa sababu yangu asinifate tena mipakani mote mwazeli, hivyo nitaokoka katika mikono yake. Naomba rudio mstari vizuri. Ndipo Daudi aliposema moyoni mwake siku moja, basi mimi nitaangamia kwa mkono wa Sauli. hakuna jema zaidi kwangu kuliko kukimbia mpaka nchi ya Filisti. Yani, kuna wakati Daudi alipita kwenye shida kubwa, akaona nikiendelea kukaa hapa na Sauli, tunazunguka tunatafutana, humu nitakufa. Nini maana yake? Kwa nini Daudi ya kuwa jasiri? Oh, nasikia nguvu za Mungu za kusema hili jambo kwa kwa namna kipekee sana. Daudi ya kuwa jasiri. Watu wanaona kukimbia, kukimbia ni kama kitu kibaya, kukimbia ni kama kitu kibaya. Oh my God, watu wanaona kitu cha ajabu sana Ona, kama anaonekana ana heshima. Daudi anasema hivi, ndipo Daudi aliposema mwadi mwake, siku moja basi mimi nitaangamia kwa mkono wa Sauli, hakuna jema zaidi kwangu kuliko kukimbia mpaka nchi ya Filisti. Yaani kuna wakati unaangalia ndoto zako na mahali ambako unataka uelekee kwenye maisha yako na unaangalia kikwazo ambacho kipo mbele yako It's better kujificha usikute na kikwazo hiki, ili utimize ndoto zako kuliko kung'ang'ania kwenda kupambana na kikwazo. Biblia nasema kitabu cha Mithali, mwenye busara mwenye akili huyaona mabaya na kujificha. Mithali anasema hivyo, mwenye akili huona mabaya na kujificha.